Kwa hiyo kama mimi leo nipo hapa, nawaambia vijana kwa kile ambacho na kipractice hapa kuwaambia vijana, mimi natakiwa nikifanye, halafu alafu pia wenzangu wakifanye, wakumbuke kwamba maisha ni mafupi. Yes, you can enjoy, unaweza kuenjoy kwa ambacho ulichokuwa nacho, lakini how ndio swali, so ambayo mtu anatakiwa ajiulize, vipi? Utakuta wewe unaenjoy vipi? Kwa sababu kuna watu they don't have limit katika kuenjoy unajikuta wanavuka mipaka na kujiona kwamba wao ni like God, kama ni miungu. Why? Ni kwa sababu wameshindwa kuelewa hadithi za Mtume, wameshindwa kuzielea aya za za Mtume na zile tarbiyat za alizozieka Mtume wamezisahau. Nataka nigusie kitu hapa. Duniani tuna watu wa namna mbili hivi, sawa?